Safari ya afya ya Papa Francis. Mapema mwezi Machi, Vatican ilitangaza kuwa Papa mwenye miaka 88 alipatikana na ugonjwa wa pneumonia. Awali, Papa alikuwa amelazwa hospitalini Februari tarehe 14 mwaka huu kwa matatizo ya kupumua ambayo yalizidi kwa haraka na kuwa tatizo la mapafu pamoja na pneumonia. Hii ikidaiwa kuwa tishio kwa maisha yake. Papa anadaiwa kuwa katika afueni ya kiafya ila, wakati huu, kulingana na baadhi ya taarifa, aliwaeleza wandani wake kuwa alihisi kuwa ugonjwa ulimzidia. Madaktari katika hospitali ya chuo kikuu cha Gemeli mjini Roma wanasemekana kuwa walikuwa wakimtibu Papa kwa maambukizi ya polymicrobial yanayosababishwa na mchanganyiko wa magonjwa kama vile bakteria, virusi au fangasi Gloria. Japo papa wa awali walizikwa kwenye makaburi spesheli ya Grotos chini ya Mtakatifu Peter Basilica, marehemu Papa Francis huenda akazikwa nje ya Vatican kulingana na tangazo lake mwaka 2023 kuwa azikwe katika makaburi ya Santa Maria Maggiore Basilica ya Roma. Moja ya mabadiliko aliyofanya kwenye mipango ya mazishi ya papa ni kutupilia mbali sharti la kuwa papa awekwe kwenye jukwaa iliyoinuka jijini Mtakatifu Peter Basilica wakati wa kutizama mwili na umma. Badala yake, mwili wake na ile ya mapapa wajao wapumzishwe kwa kawaida tu. Pia tamaduni ya mazishi iliyohitaji majeneza matatu yaliyotengezwa kwa mwalo Cyprus na chuma ya led iliondolewa. Ibada ya wafu ya papa itafanyika mjini Vatican siku ya Jumatano. Nikiripotia runinga ya K24, jina langu ni Robi.